Yaani huu mfumo tunaoenda nao, mifumo ya kidheibu, mfumo wa wa, wa kanisa letu la Adventist wa Sabato mpaka sasa ni mfumo wa Mungu na uko sahihi, lakini kwa sababu ya kuendelea kung'angana na dhambi, mfumo huu Mungu atauacha. Habari yako mpendwa katika Bwana, karibu katika vipindi vyetu vya maendeleo ya kuchunguza maandiko. Kichwa chetu cha somo la leo kinaitwa wito wetu mkuu. Mimi na wewe kama watu tunao mgoja Yesu mara ya pili, tumepewa wito na kuna namna ya kufanya, japo wengine wameupuzia na wengine hawataki kufanya kabisa. Sasa leo katika somo letu tutaangalia wito wetu mkuu ni nini, na tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kuwa umependa kutuleta katika masomo haya tena. Mungu wetu tuonyeshe namna inatupasa kuwa na utendakazi mzuri katika kazi uliotuachia wewe, tunaomba machache katika jina lako Yesu, amena na tumepewa jumbe tatu muhimu katika maisha yetu. Jumbe tatu muhimu katika dunia hii, ujumbe wa malaika wa kwanza, na ujumbe wa malaika wa pili, na ujumbe wa malaika wa tatu. Jumbe hizi hazina namna ya kuzipeleka, yaani hizi jumbe tulizozipewa hakuna namna ya kuzipeleka. Tutakapokuwa tukiendelea na hizi kazi ya hizi jumbe tatu ni changamoto kubwa sana ambazo tunazipata watu ambao tumebeba ujumbe wa malaika watatu. Mmoja kabisa mtu anayehubiri jumbe hizi ni lazima aambiwe ni mtu mwenye misimamo mikali au ana kashifu dini za watu, na zaidi ya hapo ndugu yangu, ujiandae utafunguliwa mashtaka na vitisho vya kila namna na kutengwa na Wakristo wenzako. Lakini kweli lazima ihubiriwe, ujumbe wa malaika watatu ni lazima utangazwe na kuhubiriwa, kweli inabidi tuijue, ujumbe ni wa kufa au kupona. Yaani Wakristo wote natakiwa tujue kwamba kazi tuliopewa sisi ya ujumbe wa malaika watatu ni ya kufa au kupona. Ujumbe huu ni lazima ulete mtikisiko. Na kwa sababu tumezimwa mdomo kwa kupitia muungano wa Umoja wa Mataifa, madhehebu yote duniani yamewekwa pamoja katika mfumo wa Umoja wa Mataifa. Hivyo tumefungwa mdomo na Umoja wa Mataifa, kanisa halina nguvu tena ya kuhubiri ujumbe kwa ujumbe huu kwa sababu kuhubiri ujumbe huu ni kugusa imani za watu. Hivyo tumeingia kwenye mpango wa Umoja wa Mataifa kukaa pamoja na imani zingine kuzungumza na kutiana moyo na kutafuta amani pamoja. Tusijue kabisa Mungu hakutupa jukumu hilo. Tunafanya kazi ya Umoja wa Mataifa na Mungu jukumu lake tumeliacha. Habari ya kukaa madhehebu kutafuta amani katika dunia hii sio kazi wala sio jumbe yetu tuliyoifanya. Hatuna maana kwamba tumepewa kuleta vurugu, hapana. Sisi tumepewa kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe huu haujalishi utamuumiza nani katika dhehebu lake utamchoma nani katika utawala wake, lakini jukumu la Mungu alilotupatia ni kuhakikisha jumbe hizi zimefanyiwa kazi tangu sasa. Lakini Waadventista wa Sabato na Wakristo wengine ambao wanaamini kwamba Yesu anarudi na wako tayari kwa ajili ya kumpokea hawako tayari kuzihubiri jumbe hizi hivyo pamoja na tujue kabisa, Mungu hakutupa jukumu hilo. Tunafanya kazi ya Umoja wa Mataifa na Mungu jukumu lake tumeliata. Tunaposoma vitabu vya Roho ya Unabii, vinatuelekeza namna ambavyo mwisho wa safari yetu itakuwaje. Tutakapoangalia katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa mia moja sabini na moja inasema hebu niwaambie, kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa, wa kibinadamu. Yani kazi ya Mungu itafanyika, Mungu mwenyewe ndiye ataimaliza kazi yake, lakini anaimaliza kazi yake kwa uamsho wa kuamsha watu, sio kuwapeleka watu, yaani sio kwamba watu wataenda kama mbuzi au kondoo wanavyokwenda machingoni. Mmoja mmoja atakaye kubali ndiye atakaye husika na umalizishaji wa kazi. Kama ndugu yangu, haujawa tayari, hata uamsho wenyewe huwezi kuuona. Kwa hiyo, baada ya hapo hapo ndipo mfumo utaachwa Yaani, huu mfumo tunaoenda nao, mifumo ya kidhehebu, mfumo wa wa wa kanisa letu la Wadventista wa, wa Sabato, mpaka sasa ni mfumo wa Mungu na uko sahihi, lakini kwa sababu ya kuendelea kung'ang'ana na dhambi, mfumo huu Mungu atauacha. Atauacha wakati gani? Ungana nami katika vipindi vyetu vya kuyachunguza Maandiko, tutasoma ujumbe wa mtumishi wa Mungu atatuonyesha kabisa ya kwamba ni kwa kipindi gani ambacho Mungu ataachana na ili kundi, Mungu ataachana na huu mfumo na Mungu atawainua kina nani? Ungana nami katika mwendelezo wa kuyachunguza maandiko tukiangalia pia katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa wa mia moja sabini na sita, nukuu inasema: kutakuwa na mabadi, na ma, kutakuwa na udhihirisho wa ajabu na uwezo wa Mungu katika makanisa ya Wadventista wa Sabato, lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajaji hawajishughulishi mbele za Bwana, hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua milango wa moyo kwa Mungu kwa maungamo na toba. Katika udhihirisho wa uwezo huu huangaza huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Wataona kitu fulani ambacho kwa upofu wao watafikiri kuwa ni cha hatari, kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao, nao watajimarisha ili kupingana kupingana nacho kwa sababu bwana hat, hat, hatendi kazi kulingana na dhana zao na matazamio yao wataipinga kazi hiyo kwa nini wanasema tusijue roho wa Mungu wakati tumekuwa kazini kwa miaka mingi kiasi hiki kwa hiyo hawa watu ambao watakuwa wamenyanyuliwa na Mungu kwa ajili ya kazi. Lakini kuna hawa pia ambao wako katika madhehebu bado wamelala, hawajihusishi na mpango wa Mungu, wao wana mipango ya taasisi. Sasa wakati utakapofika, ujumbe watu wa Mungu watakokuwa wamepokea roho na kutangaza, hawa watu watakuwa pia ni kikwazo kwa wale watu wanaofanya kazi ya Mungu. Kwa mujibu wa nukuu hii yaliyopita ndiyo yatakayokuwapo na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Historia inajirudia, historia inajirudia. Historia iliyokuwepo wakati ule wa Kristo ndiyo inayojirudia sasa. Tukiangalia kitabu cha Matendo tano. Matendo tano fungu la kumi na tisa hadi ishiri na tisa. Utakaposoma kitabu hichi cha Matendo kinaonyesha kabisa kwamba wanafunzi wa Yesu wakiwa wamekwisha jazwa Roho Mtakatifu, walipoanza kuhubiri ujumbe ambao unawafunulia watu mpango wa ukombozi wafahamu, wafahamu kuwa Yesu Masihi na mkombozi wao, wale viongozi wa mfumo wa Kiyahudi walishindwa kutekeleza kusudi hilo la Mungu, na Mungu akawateua wachache akawajaza Roho Mtakatifu, akawapa mafunzo na kuanza kufanya kazi ya Mungu. Wakageuka kuwa kikwazo cha mitume na cha kazi ya Mungu. Yaani, baada ya Kristo kuja, amesulubiwa, ameondoka, Wayahudi wao badala ya kufanya kazi ya Mungu wakawa wanafanya kazi ya hekalu wakiwa wamesahau, wakiwa hawataki kufata taratibu ambazo Mungu ndiyo alizozifanya. Hivyo Mungu akuhangaika nao. Mungu alichokifanya, alijichagulia wanafunzi ambaye ni Masihi, alichukua wanafunzi mitume kumi na mbili. Baadaye alipoondoka, wachache wakapokea Roho Mtakatifu, wakaanza kuifanya kazi, lakini tunakuja kuona kabisa kwamba hawa Wayahudi wakawa ni kikwazo kikubwa sana kwa hili kundi dogo la Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, unapokuwa katika swala la kujifunza, swala la kuabudu pamoja na Kristo, swala la kufanya kazi ya Mungu, enenda kwa sheria na ushuhuda. Usifate tabia za watu, usifate mfumo wa kibinadamu. Fata neno la Mungu linavyosema, ndivyo utakavyoweza kuifanya kazi kwa uaminifu na kwa dhati vinginevyo utakuwa kikwazo kwa kazi ya Mungu, na utakapokuwa kikwazo kwa kazi ya Mungu itakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba tutapoangalia kitabu cha Matendo tano kumi na tisa hadi ishirini, baada ya hawa Wayahudi kuwashika wanafunzi wa Yesu na kuwaweka gerezani, tunaona kabisa kwamba Yesu mwenyewe aliwatuma malaika zake kwenda kuwatoa. Tunasoma fungu la kumi na tisa, anasema: lakini malaika wa Bwana wakafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaruni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaruni, wakaanza kufundisha. Kwa hiyo hapa tunachokuja ukiona ni kwamba japo hawa watu waliweka mfumo wa kuwazuia hawa watu wasifanye kazi na kuwatia katika magereza ila Mungu mwenyewe akaanza kufanya kazi hapo, kazi yake. Hapa tunachojifunza hapo Mungu alishika kazi yake mwenyewe. Na hapa tunapo tunapoambiwa kutakuwa na udhihirisho katika makanisa ya Waadventista wa Sabato. Usizani kila mtu ataamshwa. Hapana, ni wale tu ambao wanamfuata mwanakondoo kila aendako, ni wale waliokubali kazi ya Kristo na kuifanya. Tunapoangalia katika kitabu cha Wakolosai kuna namna ambayo tunaweza tukajifunza hapa pia. Katika kitabu cha Wakolosai, Wakolosai moja fungu ishirini na saba, anasema ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Kwa hiyo Kristo anapokuwa ndani yetu, ndipo tunapoiacha dhambi kabisa. Lakini kama hatujaruhusu Kristo kuwa ndani yetu, sisi bado tutabaki kuwa vikwazo vya kazi ya Mungu. Pia tutakapoangalia kitabu cha Waebrania, Waebrania kumi na mbili, Waebrania kumi na mbili, tutaangalia kitabu cha Waebrania kumi na mbili nalo fungu la nne anasema, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Fungu la tano anasema tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana kwa hiyo, tumesahau wito wetu mkuu tuliopewa, na hata haya mateso tunayoyasema sasa hivi katika huu mfumo wa taasisi ambazo zimeshikamana na dunia, ni ngumu hata haya mateso yenyewe kutokea, lakini Mungu ataifanya kazi yake kupitia watu waliokuwa tayari kwa ajili ya kazi hiyo. Tuna, tunacheza na dhambi, tuna, tunapongezana katika uovu. Tunapeana mahubiri rahisi rahisi. Yaani leo mtu ukitaka aone kana kwamba unahubiri vizuri, umhubirie habari za kuponya wagonjwa, umhubirie habari za kupata mali kupata fedha sijui kuondolewa sijui nini sijui vifungo gani, wakati ni uzushi na uongo mtupu. Kazi tuliyopewa sisi ni kazi ya ujumbe wa malaika watatu, kazi ambayo inatupasa tuifanye kama mitume walivyoifanya. Wakristo wale wamekuwa waigizaji wao. Wow, yani ana, anaweza akaielezea vizuri lesoni habari za Danieli, lakini ikifika wakati wake kusimama kama Danieli alivyosimama hawezi na hajui ya kwamba jumbe tulizopewa sisi ni za kufa na kupona. Hakuna hata mmoja atakaye uingia katika ujumbe wa malaika watatu asionekane kama ni mzushi, asionekane kana kwamba anakejeri dini zingine, lakini ndio ukweli na ukweli lazima uhubiriwe. Kwa hiyo mimi nishindwe kuhubiri ukweli kwa sababu ya kuhofia, yani dhambi zako wewe, madhaifu yako wewe, badala tujifunze ufanye mabadiliko, ni kufunike kwa sababu unahofia kugusa imani ya mtu. Hiyo kazi ni ya Mungu, sio kazi yangu mimi. Mimi nitafikisha jumbe kama ilivyo, na hapa tunakuja kuona kwamba tunaona wokovu ni rahisi sana, mfumo wa kanisa, wakati wa kilio kikuu, Mungu atakapokuwa ameachana ame na kuinua hawa wachache yaani Mungu atakapokuwa ameachana na huu mfumo na kuwainua hawa wachache na kuwajaza Roho Mtakatifu wakati sheria ya Jumapili imetangazwa ulimwenguni kote na kuanza kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, onyo kwa ulimwengu ambao mfumo wa sasa hauhubiri umepaki pembeni, yani huu mfumo tulionao sisi habari ya ujumbe wa malaika watatu wameupaki pembeni mbali kabisa, umepakiwa pembeni na kuchukua malengo ya UN, yaani wao, sisi, badala ya kufanya kazi ya Mungu tunafanya kazi ya Umoja wa Mataifa ya kutengeneza, yaani hapa tumehusisha, tunatengeneza na sisi, wakati waku wakati tulio nao ni wakuhubiri ujumbe wa malaika watatu badala ya mpango wa Mungu. Mfumo huu Mungu atauacha wakati wa kilio kikuu, na walio ndani ya mfumo wataendelea kuwa viongozi, wataendelea kutawala, wata- wataona kuwa ni kitu cha hatari na hofu, na hofu yao itakapoibuka. Kwa hiyo wakati Mungu amewainua wachache na kuwapa Roho Mtakatifu. Huu mfumo utabaki kama ulivyo, na hawa watu waliokuwa katika mfumo wataona ni kitu cha kuogofya. Hawa watu wanaongelea nini tena hapa jamani? Sasa watapambana na kupingana na, na kuzidi wata, wata, watapingana na kazi hii, watasema Lo, kwa nini tusimjue Roho Mtakatifu na tumefanya kazi kwa muda mrefu hivi? Wanafikiri Roho ni kuwa kazini kwa miaka mingi, sio kweli. Ila kwa sasa sio wakati wa kujitenga na mfumo. Sina maana kwamba tunapotoa hizi jumbe kwamba, ndugu Mwadventista Msabato, utoke kanisani ni dhambi. Kanisa ni la Mungu, mfumo ni wa Mungu. Hapa tunaongelea wakati ambao sisi leo tumeshindwa kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Huu ujumbe utakuja kuhubiriwa wakati wa uchungu, wakati wa mateso makuu, na wengi wataungana na sheria ya Jumapili na kutuacha wachache tukimaliza kazi hiyo nuru haipo kabisa ya wewe kuondoka katika kanisa la Mungu. Sasa tutaposoma kitabu cha matukio ya mwisho, matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa mia sabini na moja anasema "Atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kufanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawa, utawa, utawa, utawasha, utawashangaza wengi wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa, watapitwa na kuachwa. Watapitwa na kushirik, na kuachwa kushirikishwa na wajumbe wa mbinguni, watatenda kwa kazi pamoja, watatenda kazi pamoja na wale waitwao watu wa kawaida wakiwafanya wafanye kuwap, kupokea ukweli katika sehemu nyingi, wakati tulionao sasa, wakati vuguvugu la kutangazwa sheria ya Jumapili Marekani linaendelea, hao Mungu watu hao Mungu anawaandaa na pia hukumu kwa walio hai na inaanza kwa kanisa la Wadventista wa Sabato, na ndiyo wakati Mungu anaoweka muhuri watu wake. Na utambulisho wao ni pale watakaposimama kimwili, kiroho kufanya kazi ya Mungu bila kuyumbishwa na mapokeo ya kibinadamu wala kuteswa wala kuwawa. Sasa wakati ambapo watu wamepewa nafasi ya kufanya kazi ya Mungu wakati wa amani, wakati wa utulivu kama huu, sheria ya Jumapili inapoendelea kukaziwa Misuri, taifa la Marekani, ndivyo Mungu anaandaa watu watakaoimaliza kazi na ndipo Mungu anapowapiga mihuri watu wake, na ndipo uamsho katika makanisa ya Waadventista wa Sabato unapoonekana. Sio wote, ni wale tu waliokili kutembea pamoja na Kristo. Na ndiyo muda wa mashahidi waaminifu. Mungu ana watu walio aliyowateua, anaowaongoza kutoka maonyo kutoa maonyo katika kanisa lake. Wale wale watakaosikia onyo hilo na kurudia na kumrudia Mungu watakuwa salama. Wale ambao watakataa na kupinga nuru hii na kushambulia na kukosoa hawatakuwa wame, watakuwa wamechekechwa au wamepepetwa, japo wapo ndani ya kanisa watabaki na vyeo vyao bila Mungu sheria itakapotangazwa rasmi, naona hapa kwetu, unaona kwamba sheria ya Jumapili itakapotangazwa rasmi, wale wote wanaowapinga watu wanaofikisha ujumbe wa Mungu watakuwa muda wao umekwisha, muda wa kutubu utakuwa umekwisha. Kwa hiyo wewe endelea kucheza na dhambi ukifikiria kwamba tunaokolewa kwa neema ukafikiri kwamba ni rahisi kama unavyofikiri wewe, pasipo kuacha dhambi, pasipokuwa chini ya mwamvuri wa Kristo, utakuwa umefungiwa mlango wa rehema pale sheria ya Jumapili itakapokuwa imetangazwa kwa dunia nzima. Hii ni awamu ya kwanza kwa Waadventista wa Sabato, ndipo wale waovu waliopepetwa katika kanisa watajiunga na adui na kupokea alama ya mnyama. Watabaki wale wachache ambao watajazwa mvua ya masika kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu, kilio kikuu. Hapo ndipo mfano utaachwa, lile kusudi ambalo halitatekelezwa na mfumo huu litatekelezwa wakati wa machozi na maumivu wakati tumejazwa Roho Mtakatifu, maraika wa Ufunuo kumi na nane anapoungana na maraika wa Ufunuo kumi na nne ambao ni maraika wa ujumbe wa tatu kupeleka ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Hapo ndipo tutakapokuwa tumefikia mwisho wa kazi yetu. Mungu ana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 yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya mavuno imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Kwa hiyo haya mavuno ya nchi hayawezi kukomaa kama mimi na wewe hatujafanya kazi ambayo ni wito wetu mkuu tuliopewa tufanye. Mungu akusaidie sana na Mungu anisaidie, tunapoendelea katika vipindi vya kufunga kwa historia ya ulimwengu kila mtu na ajue wajibu wake. Kila mtu ambaye amejiandaa kumpokea Yesu mara ya pili ajue wakati ni upi ambao unamstahili kutenda kazi, na ujifunze kutengana sana na uovu, kwa kuwa unapoendelea kuishi katika maisha ya uovu unaendelea kumpinga Roho. Na sheria ya Jumapili inapoendelea kutangazwa, mlango wa rehema unafungwa. Mungu na kuongoze. Tutaonana katika vipindi vingine vya kuyachunguza maandiko na tuombe. Tunakushukuru Baba kukume, kwa kuwa umetuonyesha kwamba wakati umekwisha ambapo tutakapoweka watu wako miuri na sheria ya Jumapili kutangazwa mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwa wale wa Kristo wanaojua kweli. Tuongoze Baba, utusaidie, utuvuvie Roho wako Mtakatifu tukapate kuwa na uamsho mkuu. Tunaomba machache katika jina lako Yesu, Amen. Karibu katika kipindi chetu kingine kitakachokuwa kinaendelea katika chaneli yetu ya Son of God TV online. Karibu sana na bye bye.